Wasamehe kwa kuwa hawajui. Wakuharo wakagawa mavazi yake wakapiga kura. Yesu akamwambia, Amin, nakwambia leo hii utakuwa pamoja nami peponi. Amen. basi Alipomuona mama yake na yule mwanafunzi aliyempenda amesimama karibu, alimwambia mama yake, "Mama, tazama mwanao." Kisha akamwambia yule mwanafunzi, tazama mama yako. Na tangu saa ile mwanafunzi yule akamchukua nyumbani kwake. Na kama saa tisa, Yesu alipasa sauti kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi lama sabakthani, yaani Mungu wangu, Mungu wangu Mbona umeniacha? Baada ya hayo, Yesu hali akijua ya kuwa yote yamekwisha kumalizika. Ili andiko litimizwe, akasema, naona kiu. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki alisema, imekwisha; akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Yesu akalia kwa sauti kuu, akasema, e hey Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Amen.